Umewahi kusikia kuhusu mtaa wa Orania? Miongo mitatu tangu uhuru wa Afrika Kusini, sasa wazungu walioko huko wajulikanao kama Afrikaans wanadai kujitenga kuunda nchi yao isiyo na Waafrika weusi, na ndio wanaoita Orania. Wazungu hao wa Afrikaans walipinga utawala wa watu weusi walio wengi wakati ubaguzi wa rangi wa Apartheid ulipomalizika takriban miongo mitatu iliyopita hivi kwamba walichonga eneo na watu wanaotaka kujitenga, mji pekee nchini Afrika Kusini ambapo wakazi wote, wakiwemo wafanyakazi wa ni wazungu. Sasa, wakazi wa Orania, idadi ya watu elfu tatu, katika eneo lenye ukame wa Karoo wanamtaka rais wa Marekani Donald Trump kuwasaidia kujitenga na kuwa taifa huru. Wiki iliyopita, viongozi wa jamii kutoka Orania walitembelea Marekani kutafuta kutambuliwa kama chombo kinachojiendesha. Mamlaka za Afrika Kusini zinaukubali kama mji ambao unaweza kuongeza ushuru wa ndani na kutoa huduma. Viongozi wa Orania wanasema kuwa wanataka kutumia fursa hii ambapo Marekani imeimulika Afrika Kusini kutafuta kuungwa mkono na utawala wa Trump kuweza kujitenga. Wenyeji waliounda mji huo wanaupamba kwa masanamu ya shaba ya viongozi wa zamani wa Afrikana, ikiwa ni pamoja na tangu wale wa enzi ya utawala wa kibaguzi wa apartheid, ambao ulikomeshwa na upinzani wa ndani na hasira za kimataifa. Makazi hayo ya hekta elfu nane yamepata wimbi kubwa la uungwaji mkono kutoka kwa Wamarekani wa, wa mrengo wa kulia kwa wazalendo wa Kiafrikana ambao walipoteza mamlaka yao yote wakati ubaguzi wa rangi ulipoisha mwaka wa 94 na Nelson Mandela akawa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Huko New York na Washington, viongozi wa Orania walikutana na watu wenye ushawishi, waunda sera na wanasiasa wa ngazi za chini wa Republican. Walipojiwa juu ya ajenda yao walisema kuwa hawataki misaada kutoka Marekani, bali wanataka utambulisho na uwekezaji wa hali ya juu utakaowasaidia kujenga mji wao wanaubashiri kuwa kwa kasi ya asilimia 15 kwa mwaka. Hata hivyo walikataa kujibu iwapo walikutana na maafisa wowote wa, wa ofisi ya Trump. Serikali ya Afrika Kusini imepuuza juhudi zao hizi ikisema kuwa yeyote anaishi katika ardhi ya Afrika Kusini yupo chini ya sheria ya taifa la Afrika Kusini. Lakini msimamo wa Trump tangu kutokea tofauti kati yake na serikali ya Afrika Kusini ni kuwa wazungu wote walioko Afrika Kusini wahamie Marekani na atawapa eneo la kulima. Ofa ambayo wamepuzilia mbali wakisema hawataki kuondoka kwa ardhi yao. Afrikaner ni kabila la wazungu kutoka uhole lanzi waliohamia Afrika Kusini miaka elfu moja mia sita na walipinga utawala wa kikoloni wa Uingereza. Japo walishinda, walishika wao usukani wa ukoloni wa Afrika Kusini na kuwabagua watu weusi asili wa nchi hiyo. Je, unadhani kuundwa Orania ni haki ya utambulisho au njama nyingine ya kurudisha ubaguzi wa rangi?